Hii, unaweza ukatuambia hii maji ilianza mwendo wa saa ngapi, baada ya mvua kunyesha, ama ilikuja kabla mvua ilima? Ikielekea saa tisa na kitambo ifike hii kiwango. Ongeza sauti kidogo. Kitambo ifike hii kiwango ambayo hii nyumba ilianguka, ulisikia ama ilianguka, kama mko ndani inatetemeka? vitu mahindi, vitambulisho, uh -huh. Watoto, uh -huh. Mkafanyaje? Unaona hali hii ni hatari sana. Kuna mtoto yoyote alijeruhiwa ama watoto waliokolewa? Lakini vyakula